Nina ushukuru ubalozi wa India hapa nchini Tanzania kwa kunipa elimu ambayo iliweza mimi kunifikisha hapa nilipo. Nimeweza kusoma kozi nne in India, ikiwa ni mojawapo ya usimamizi wa taka mbalimbali, lakini masuala ya mazingira, na tatu ni swala la ujasiriamali kwenye biashara ndogo ndogo na kozi ya nne ilikuwa ni maswala ya uh, ya sustainable development goals uh, katika issue kuna ya sustainable, kuna malengo ma yaliyowekwa malengo yalikuwa ni kumi na saba, lakini kwa kutumia mradi wangu huu sasa nayoongea mbele yenu nimeweza kutekeleza malengo ma, ma zaidi ya matano Lengo la kwanza ambalo limeweza kulitekeleza ni hakuna umaskini. Sisi tuna bidhaa sasa hivi, umaskini haupo. Lengo la pili lilikuwa ni kusiwe na taka au njaa, taka na njaa. Katika ile hali ya taka na njaa, nimeenda kuondoa na kuleta chakula mezani. Lakini lengo la tatu ilikuwa ni afya bora na ustawi katika ile afya bora na ustawi, tukile hivi vyakula ambavyo vimezalishwa na mbolea ya kepi, tutakuwa na afya bora na tutakuwa na mili ambayo itakuwa na uhimilivu wa kupambana na magonjwa mbalimbali mbali. La nne ni swala la elimu. Kitendo hichi lichokifanya hapa cha kuanza kutumia taka kuzalisha mbolea kutoa mbolea kupeleka shambani na kuleta bidhaa mezani. Hii ni ishu inaitwa elimu, lakini hapa tayari kuna kitu kimezaliwa katika hii hali ya kwamba, kutakuwa na kiwanda, kwa sababu lazima kutakuwa na production hii, lazima mashine zitazalisha, zita mchele tutatolewa to, mpunga umekuja mchele na mahindi ya ta... itakuja kuja kuingia tena pale lakini wakati huo huo tunakuja kuja kwenye ajira, tunajenga ajira hapo kwenye hiyo malengo yale kumi na saba. Nimeingia tena kwenye ajira, maana tayari hapa kutakuwa na ajira inazaliwa. So hivyo tu tumekuja tena kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia hizi mbolea zetu za asili ambazo ndo zimezalisha hii, hii, hii bidhaa, tumesha tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa, kwa sababu tumetumia vitu vya asili na tumeweza kupata bidhaa sahihi na kuondoa uchafu ambao ule uchafu ungeweza kutengeneza gesi chafu hiyo ambayo ingeweza kuleta madhara kwenye ozone layer. Ndugu wadau, Napenda kusema asante kwa ushirikiano wenu, kwa waandishi wa habari na wengine ambao tulikuwa pamoja kuanzia tunavyoanza mradi na sasa tunakamilisha. Nashukuru sana.